Asikiwe sana akina mama wakina baba huko, bwana yesu wasifiwe sana amina. Itoshe kusema msiba upigi odi, lakini pia wamesema mengi ya maumivu ya upendo. Mama Ngawila, unatakiwa upokee kama changamoto, halafu unakuwa umebeba kitu cha kujifunza, jinsi ya kuishi na watu, kwa sababu hii misiba ukisema tu kila sehemu utaenda, kuna sehemu unaenda na watu hawakuoni, lakini mchango wako unakuepo pale. Lakini wapendwa wa Mungu, heri ya mwaka mpya, poleni na kupoteza wapendwa wetu, poleni na changamoto ya tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi. Tumeipitia wengi, na mimi ni moja ya wale ambao wameipitia. Kuna wengine walipitia kwamba wamefanya kuna wengine tulipitia kwamba sistimu imesema tukukamate. Kuna wengine tulipitia sehemu mbalimbali, mwingine mbali, mali ziliharibika, mwingine alipoteza mtoto mwingine ndugu yake mpaka leo hajui amezikwa wapi. Zote ni changamoto. Tumshukuru Mungu kwa sababu tumepita na sasa tuko hapa. Kwa kuwa mwenyekiti wangu amesema amemtambua diwani, mimi kama ningekuwa mwenyewe, pengine ningefanya fujo kidogo, ningesema huyu ni kaka yangu, lakini madiwani wetu atakuwapigia kula ila walipita na sisi, ni madiwani wetu. Kwa kuwa ni sisi tumekubali kuwa wamoja, kakangu, nakupokea kwa mikono miwili, japo mimi sikuwepo kupiga kura, ni kwa mara na wapenda sana lakini stoshe. Mimi nimekaa ndani siku kumi na tano, lakini sikuwepo kwenye maandamano, sikuwepo kwenye uchaguzi, lakini kwa sababu chama changu nakipenda sana na ndo kilichoniweka ndani, naendelea kuwa imara sana sana lakini ni waombe wanachadema wote, wanachadema wote, msiteteleke, msiogope, karibu kuna kucha. Sisi tumeamua kusema ukweli, sisi tumeamua kukisemea chama na kuwasemea Wanatanzania. Watanzania wengi wanakufa na maneno moyoni, hajui akaongelee wapi na neno gani akaseme wapi. Lakini wapo madiwani saizi wa CCM kama ana kibali cha kusema kwa watu na kwa viongozi wao atasema kwa ajili ya wananchi wake. Kama hana kibali cha kusema, tutaendelea kuteseka kwa sababu hatuna wa kutusemea. Kuna madiwani viti maalum, kuna wenye viti hapa. Amesema leo, amefanya kitu kizuri na kikubwa kwamba ameonyesha umwenyekiti wake na uzalendo wake kutafuta sehemu ya kwenda kumpumzisha kamanda wetu. Sisi tunakushukuru baba, Mungu akubariki sana. Lakini mchungaji, ulienda kutoa neno mahali hapa leo, haukusema kwa ajili ya marehemu. Kumbe umetufundisha sisi tulio hai, tumepokea baba. Haya matunda hukumwaga kwenye mawe, umemwaga kwenye udongo mzuri. Ninaamini wakinamama wengi wamechangamka na kushangilia kwa kumaanisha kwamba wamepokea. Nimemwona diwani wangu wa viti maalum pale amesimama, amekuja mpaka kushika mkono. Lakini niseme watumishi wa Mungu. Amesema yeye alikuwa Chadema na amekuwa kiongozi, amekuwa mwenyekiti wa mamlaka ya mji mdogo. Lakini amechagua kumtumikia Mungu. Ila kadi ya Chadema bado anayo. Kwa hiyo usije ukaogopa kwenda kanisheni kwake kwa sababu ni CCM au ni CUF au ni ACT. Nenda kapokee neno la Mungu kama alivyosema. Usiende kukifuata chama. Chama kipo imara, hakitikisiki wala kishi leo wala kesho. Kipo na kitaendelea kuwepo. Kwa hiyo mimi ni kushukuru sana na nikutie moyo sana endelea kutuombea pale tutakapo kuhitaji. Kama alivyosema mzee, tunaomba uweze kusimama na kuja kutushika mkono, wapendo wa Mungu na wanawake wote mliopo mahali hapa. Mimi jana, kusema ukweli, nimelia machozi juzi, si jana, kuona mama yake pole pole anaenda kuhamisha mzigo kwa mtoto wake ambaye hajui mpaka leo, yuko hapa Anasema ninatoa mizigo. Lakini mtoto wangu sijui yuko wapi. Naomba nimletee mtoto wangu akiwa mzima au amekufa. Ndugu zetu walisema maneno hayo wakati wa watu waoni kwenye vituo vya polisi. Walisema afadhali tuwaone. Kwa hiyo mimi nataka kusema neno moja. Kichao wa mwenzio anachekesha kwa kwa na anahuzunisha. Naombeni tuombeane. Leo Mama Ngawilo amepoteza mtoto. Pengine na watoto wengine ambao wanamsumbua. Hawawezi kumsikiliza wewe na mimi tukiungana tukamwombea watasimama, atakuwa imara. Wewe na mimi leo tukisimama tukaiombea Tanzania, Tanzania itasimama na itasikika. Hakuna maombi mazuri yanayosikika ya kwa Mungu kama ya mwanamke. Mwanamke ukipiga kelele na ukamlilia Mungu, ipo sababu ya Mungu kukujibu maombi yako. Wanaume wakisimama ukipiga kelele na ukamlilia Mungu, ipo siku Mungu atatujibu maombi haya. Maombi haya tunayaomba muda mrefu. Lakini ipo siku Mungu atatujibu. Hakuna mama ambaye anapoteza mtoto wake halafu asimuone. Leo huyu mama amezika mtoto wake, anaenda kumpumzisha. Moyo wake unasema kaburi la mtoto wangu lile pale. Moyo wake unasema mwili wa kamanda wangu yule pale. Lakini mtoto wako amekufa. Humuoni na hujui amezikwaje? Inauma sana. Wakina mama, inauma sana. Ni vile tu tunaweza kuvumilia. Ni vile tu tunaweza kusema na kusimama. Na waomba tuiombee Tanzania, na waomba kila mtu asimame kwa miguu yake, kila mtu aseme Mungu upo, ipo siku tajibu. Asanteni sana kwa kumkusanya huyu mama. Huyu mama tunafanya naye sana kazi za chama, na ndio maana mahali hapa tupo. Mimi nasema hatuhitaji tena kama watu wengine. Nasema tuombeeni, tuombeeni, mmeshatuombea sana. Ndiyo maana Mungu anatunusuru hata tukipita kwenye miba mikali tunarudi tukiwa salama. Sisi wengine ni mbuzi wa kafara tumeshajitoa. Litakalotokea ndio hilo hilo tutakubaliana nalo. Kwa sababu ni wakati wake na utapita kama wakati mwingine. Kama yalipopita mengine, na hili litapita na mengine yatapita na mengine yatapita. Lakini kama kuna mtu anasema sisi hatuna haki kabisa ya kuongea, atakachofanya ni harari yake, tutakipokea kama kitakavyokuja. Nataka kuambia tuombeane. Hali ni ngumu na wazazi wote wanaomcha Mungu na wanajua Mungu yupo lazima tuombe. Wakati ni mgumu sana. Sio kwa, kwa, kwa wale walioko serikalini, sio kwa walioko nyumbani, sio kwa wale wanaosali sana waliote hata wachungaji sasa wanaguswa. Hakuna mahali ambako tuko salama. Tuendelee kumwomba Mungu. Sisi kama chama tumekuja kumshika mkono Mama Ngailo tuna barua tuna baasha ya chama wilaya, lakini binafsi nina baasha ya kwangu ambayo nitakwenda kumshika mkono mama. Lakini shikamana na watu, sisi bila watu tusingekuwepo, wala leo tusingesemwa kwamba fulani yupo. Mimi polisi mpaka maskari walikuwa wanachukia, huyu Viki ni nani? Magari yanapaki watu wanakuja kwa nini? Kila saa Viki, Viki, Viki. Ni vile tu tunaweza kuongea na...